Unajua mimi niko na uchungu zaidi, kitu ambayo ilifanyika ile juzi, juzi jana, mimi nataka nikuambie hapa, nataka niambie serikali ambayo inasupport William Samoei Ruto. William Samoei Ruto, makosa ambayo tulifanya kama serikali withdraw bunduki ya polisi. Hatunge withdraw polisi bunduki mingi polisi mingiolisiaenyarohoa kiboko na sisi, kama serikali, hatuta withdraw bunduki ya polisi tena polisi wengi sana wako kinyata, na hatutakubali na mimi nashangaa. Na mkenya wewe unakuja kupiga polisi mama, uko na adabu kweli mama? Si utafute mwanaume, unapiga kichwa ya mama polisi na wewe ni mwanaume? Mbaya hiyo kitu niliuma li, sana. Tunaanza na mnyonge, alafu sisi kama serikali tunafanya makosa kuwithdraw bunduki ya, ya polisi, atuwalie na rungu. Na unajua wale walikuwa naenda maandamano ni kwa sababu hawa <laughs> <laughs> <laughs> ah, watu wanenda maandamano ya alshababu. Hatuwezi kubali kurudia alshababu Kenya. Polisi wakipanga maandamano tena, wakirudi kujaribu kurusha mawe bila risasi <coughs> ah, polisi hao ah, ni masista wetu hawa ah, polisi mababa wetu hawa ah, polisi ni wa Kenya kama wewe, ni raia kama wewe, si Mungu wewe unapiga polisi na polisi kwa kazi yake Polisi akiiaabisiake uh... Kenya tunaweza kuwa na wizi hapa kila mara, lakini nyinyi mnadharau polisi. Mimi kama neaa serikali, natoa oda yeah. Utawatetea yes. Wakirudi utakipiga na mawe, piga sasa yeah. <manyika> hatuwezi kubali, polisi unakuja unapiga polisi, pia pia binadamu kama wewe Polisi alienda pale, tulikubali mwende maandamano. Maandamano iko kwa article 37, ukisema kuenda chini. So mi nataka nikwambie, tulikubali mwende maandamano, nyinyi mlienda ku loot biashara ya wakikuyu pale town. Ikifika asubuhi, kikuyu wamekaa, eh, wanalia. Hatuwezi kubali mali ya kikuyu yaribike, na wale waliba mali ya kikuyu tunawajua wengi wakopa yakaranda bwana, wengine wakumadare. Nataka nikwambie <di> <laughs> hapa <laughs> Kikuyu, mimi nataka niwambia hapa nyinyi <laughs> nyinyi, nyinyi nataka niseme <laughs> hapa hivi mimi kama injinia nataka niseme hapa hivi, mimi kama injinia, polisi iko na haki ya kulinda kila mtu. Polisi iko na haki ya kulinda kila mtu, na we una haja, hauna haki ya kupiga polisi. Munataka polisi walinde kwa barabara, mwende maandamano, wewe unapiga polisi. Polisi alikukosea nini? Murkomen, mimi nataka nikuongeleshe hapa. Wewe ulifanya makosa sana withdraw bunduki ya polisi. Eh, hawa, na unajua bunduki ni nguvu ya polisi. Mtu kama ana bunduki ana nguvu. Unaona, polisi wengine wamechoka, hata hawezi kimbia, wengine ni wagonjwa hawezi kimbia. mimi nataka niseme hapa ya mwisho, nataka niseme ya mwisho Jenzi. Tuliwaacha muende maandamano, tuliwaona kumbe nyinyi ni wezi kuliko kila mtu. Hey, awa <laughs> mupange murudi, unawagoja tena raundi, mukikuja na hiyo wizi yenu mutajua kwa umbwa ni nje. Utajua kwa umbwa ni nje raundi. Hey, mulipenya, muliwafukuza, mukapiga polisi mkaua hata polisi moja mpaka saa hii, lakini sisi kama serikali tumeenda drawing board. Alafu mtu anakuja anasema ati Ruto ati ati ati, Ruto basi Ruto aende wapi? Ruto ni Mkenya kama wewe bwana. Na yani alishinda kura ile 2022. Huyu ndio president. Mpaka siku itafika election na atawashinda tena akoge miaka 5 na kwa 10 aende jumbani. So, hii mambo yenu mnapiga kufika kelele hapa ati oh mara Ruto mara si nini. Huyu ndio rais na mimi namsupport 100%. Mimi nataka niambie Raila Amolo Odinga ndio babangu. Wewe ni mtu ambaye tunampenda zaidi na tunakuheshimu. Kwa hiyo support William Samoei Ruto, ikifika 2032, no, no, no. Kama bado tuko hai tutakukumbuka. Thank you very much.